Media niko tena kwa mara nyingine na Mzee Saidi kwa kujadili yaliyopita ya gemu ya Simba mnyama. Gemu nne zimeshapita kwa kupiga watu wote, viporo vyote vilivyobakia amevichakaza kwa hiyo tunahitaji tuya ujadili mawili matatu na mzee wangu mzee Saidi. Huyu ni Simba shabiki kindakindaki, loo ina muuma endapo Simba pale inapofanya vibaya, ila tu baadhi ya mashabiki amemwelewi, lakini anateseka vibaya mno tena ingewezekana hata timu ingekuwa ya kwake, mchezaji afanye vizuri, angechezea viboko. Tujadili na tuweze kumsikiliza Mzee Saidi. Mzee Saidi, habari bwana. Bwana namshukuru Mungu kwa. Mambo yanasemaje? Ah, mambo kama buti la mgambo. Habari ya kupambana, habari ya kupambana, kama hivyo unavyoniona fresh na no yeah. Umetulia mm, nipo maeneo yangu ya kujidai. Una baya ah, baya litokea wapi bwana? Mzee Saidi bwana Jana tunashuhudia Simba kiporo cha mwisho eh, akikamilisha kwa ushindi wa goli mbili eh. Lakini nikiangalia zidi ya KMC eh, ukiangalia ule mpira ucheza jana zidi ya KMC eh, na ule aliouonyesha zidi ya Pamba Jiji ni tofauti kiwango, kama vile kinakuwa hakiko moto kama kile kilivyoandaliwa eh, na Pamba Jiji eh. Ili unalionaje unadhani una atakapoenda Moroko eh, kwa mwendo huu ubingwa tutaupata? Kila kila mmoja anaandaliwa na na dozi yake kila anayekuja na dozi yake Deo. Kwa hiyo KMC walikuwa na dozi yao, wale Pamba walikuwa na dozi yao, wale nini wale wale wale wanaojifanya, yeah, wao mashujao walikuwa na dozi yao DKT. NJKT dozi yao, si unaona, yani kila mmoja amekuja kwa kuchukua dozi yake Deo. Idadi ya dozi yake, wale walijifanya wenyewe wajanja wamechukua ngapi? Nani, Awa, nini, wale watu wa Kigoma wale wabishi wale au mashujaa. Eh, walikula ngapi mbili eh? Sawa. Eh. Haya kwa JK team kapiga mmoja. Eh, akaja pamba. Mkapiga chuma tano. E, sita, siju zile, siju saba, tano, eh, sita sijuju zile siju e, saba. Tano eh. Eh, yani kila mmoja ana dozi yake. Sasa KMC yeye alikuja kwa kujitutumua, alitaka kupimana ubavu na mzee. Sumeona goli la kusawazisha? Imepigwa pasi ngapi? Wala watoto imbidi wasimame tu uangalie. Kwani wanacheza ngoma gani? Imepigwa pale tapu imepigwa kapingi kapasa kapeka. Kaba watu wanashangaa, watu wanaenda kushangilia, yani kila mmoja atakuja kwa dozi yake. Yani kama vile hawapo. Kwanza walikwenda wali nao ya kwanza ile, ikapigwa kapa, ikapigwa ta, ikapigwa ta, wakawai, wakaziba wale watoto. Nikamwambia wamewakosa hiyo, kwa sababu jana mimi nilienda kuangalia mpira baa E, nilienda ba sikuangalia nyumbani pale Ili. Yaani ilikuwa nataka maneno na mimi na mimi niteme ni, ni niteme nyongo Simba alivyokuwa anataka kufanya na alivyofanya, ndio vile vile mi niliamka pale ba. Eh, afu nikapiga sana kelele nikasema, yaani nikajitikisa mwanaume, lakini kwa mpira ule endapo kama ungekubali kwenda. Kila mmoja anakuja anachukua dozi yake kila mmoja anakuja anachukua dozi yake. Uliad na, na mpira unaenda tofauti. Wa kwanza alichezewa mpira mkubwa mm -hmm. Wa pili akachukua mpira mkubwa diyo. Wa tatu akachukua mpira mkubwa. Wa nne akabadilishiwa dozi akapewa mpira mdogo sana, sio ndio kiwango ambacho kwa jana mlikuwa yani, mmekamatwa na KMC? unakwenda unashuka nao taratibu. Hasa KMC, si anatukamatana nini? Sasa kama mlipiga na Pamba Jiji goli tano eh, inashindwaje jana na KMC msiwapige hata goli, natumpige goli nne za nini zote hizo? Au kisa mlimuomba aje kucheza nyumbani, ndio uwanja ule. Na uwanja umefanyaje? Uwanja una Pamba Jiji ulimfungia ah, uwanja wa KMC. Usimwazibu sana mwenye nyumba, shekhe, ukumbuke na fadhila au na ile familia. E, familia, yani, ya. Na familia uwanja ule wesu namwona ta mtoto le kaambia mi bana leo hapana, msinichezeshe yule mtoto awesu awesu saliwafunga goli pale pale la ajabu ajabu. Sa kila siku mnawafunga wenyewe, alafu wenyewe wamewakaribisheni kwenye uwanja imani. Unajua, Simba wana imani, imani ya utu utu, eh, eh, kwa kwamba da bwana, huyu mwenzetu tumekaribishwa hapa kiwanjani tunafanya tunavyotaka, na ule uwanja ungekuwa mkubwa, ule fainali ingegongeka pale, lakini sasa ule uwanja mdogo. Fainali tunataka tuende pale kwa mzee Mkapa, nyumbani kwake pale Lupaso tukawapasue watu, yani Lupaso tukawapasue. Eh, kwa hiyo nataka kunithibitishia, unadhihirisha kile kiwango cha jana ilicheza, kwa sababu eh, timu yenyewe iko wapi babu? Ina kiwango mtakachoenda kukionyesha Morocco, mtu aibu hapa Tanzania. Simba imeondoka au haijaondoka? alfajiri naona kesho na. Unaondoka alfajiri. Basi wewe omba heri tu watu watue salama pale kwa Warabu shawa, ile ndege unajua inapoanza kutua unasikia kuku, kuku. Kuku, kuku yani hapo kukukuku huyo kuku tayari lishagusa uwanja chini, yani ukisikia tu kuku, kuku, kuku limetua chini Ujue watu wamefika wako, wako salama. Wako salama. Eh, yani sasa hivi mimi unidanganya wewe <laughs> <laughs> na mimi najua ndege inarukaje inatuaje. kwenye ndege I... na kaleta kumbukumbu. Siwezi Nilajubu... mpaka jinsi lilivyo. Yaani inarukaje natuaje nakwambiaje so, so, kwa sababu kati ile inaruka ile ndogo, Si nimefunga hapa mkanda e. Nilikuwa nimekaa nimefanya namna hiyo. Yaani nasikiliza yani kichwa meme linaweka kichwani Taruka kweli au mimi ndio leo maajabu kwenye ndege. Nikasikia dogo akaniambia tuko juu mzee, hapa namie tuko juu eh. Anakuja kufungua na yule aliyokaa pembeni mbea kama nini, kakifungua kiocha kakipeleka juu sasa mimi naona kama miti vile ah, ah, ah, e ah. na ah. <laughs> E, bado hatujaruka hata tuko juu hapo mawingu. Uwanjani kuna miti kaka, kuna vitu vingine vina raha yake game iliyochezwa juzi pamba iliyocheza jana kwanza mm. Pamba ya KMC zidi ya Simba mm. Pale tunaona striker refu kuliko goli mm. Akitupia goli mbili huku mm. Mechi iliyofuata nyuma yake mm. Pamba jiji zidi ya Simba mm. Tunamwona pia Leon Ateba mm. Anapiga chuma mbili chau. Hii yote mwandalizi mm. Au mpikaji pale mm. Alikuwa mpambanaji zaidi ni Joshua Mutale sawa. Huyu Joshua Mutale tulimkatia tamaa lakini kwa hmm. siku ya hizi gemu zilizo za vipolo vilivyobakia hmm. kaonyesha kiwango cha hali ya juu. Hey. Bado atupe matumaini ya kubaki ama a yule kwa habari nilizopeleleza alikuwa majelala, alikuwa na majeruhi. Si unajua sisi watu tunasajili wachezaji watoto. Unakumbuka unakumbuka Simba walimsajili mchezaji mmoja kutoka timu gani? Kutoka hii timu aliyotoka Aziz Ki kama sikosei. Winga ya kushoto ilikuwa siyo, winga ya kulia, anaitwa nani yule mtoto yule? Aliondoka e, watu wanasema analogwa, amelogwa, amerogwa. Kumbe sio amerogwa, majeruhi, majeruhi yanamsumbua ya, ya na yule mtoto kaondoka Simba kwa sababu ya majeruhi. na huyu Mtare tulikuwa hatuelewi. Unajua asili ya mule ndani wanaijua ni wale wanaokaa mule ndani, sisi hatujui, tunakaa kazi yetu kulopoka. Semaje, anasema sijiara imewaka mwanzo walikuwa wamebezi, lakini hapo ukiangalia magoli yote mastoka wawili kati ya Mutare na Joshua Mutale pamoja, yani kati ya Ateba na mwenzie mm Mkwala wote, eh wanapata kama goli la dakika 15 eh, anayerudisha Simba, ambapo assist kutoka kwa Mutale eh, ndio na wengi walimkatia tamaa, lakini ukiangalia hizo game zote alizokuwa amezipiga, nafikiri na na na juzi hapa tuliongea mimi na wewe kuhusiana na huyo Mutale, ukaniambia Saidi, wewe mzee Saidi ulikuwa mtu wa kwanza kumkata. Nilimkatia tamaa, nilimkatia tamaa, ni kweli, lakini ndio maana nakwambia, je, kilichopo ndani sisi hatukijui, mimi na wewe wale pale kwenye benchi ndio wanajua nini tatizo la yule bwana yule. Bwana inaonekana alikuja hakuwa vizuri, alikuwa majeruhi kule, kule, kule kwenye ile timu Simba walikomnunua yule, alikuwa yuko na majeraha yake. Kwa hiyo alivyo, hata alivyokuja hapa akawa bado hayuko vizuri, na ndio maana sasa. Unajua, ngoja mimi nikwambie, Simba tulitoka katika hali moja ngumu sana. Ni kweli, tulitoka kwenye hali ya kina Saido kina Pao marijobe Mona bwana kina Fredi Fungafunga, yule mwingine yule mwenye rasta onana yule, yaani kwa hiyo Simba wanaSimba tukaa tuna wasiwasi, ni kweli ja yeah. Tena na huyu naye tumeusajili tena na huyu naye tumekwama, lakini kumbe alikuwa majeruhi. Sasa si unaona. Yeye ndo anaanzisha mwendo wa kwenda kutafuta magoli. Ni kweli. Ayule mtoto ana balaa bwana, zile pasi mimi sijawahi kuona. Bwana wewe kwa? Acha bwana wewe. Wewe wenyewe wale mabeki wanaulizana, kwani wewe si umeona kapita papa wewe hujamuona? Wewe si umemuona, yani wanasutana wenyewe kwa wenyewe. Mpira jinsi ulivyopigwa pale. Wewe acha bwana wewe. Simba acheni jamani. Simba wakiamua lao la kwao. Hasa mwenyekiti nampigia simu ananifukea. Wewe bwana wewe kwani una kwambia mwenyekiti, mbona nakusikia kwa mbali? Vipi mwenyekiti, sasa anakuwa mkali, hajui anaongea na nani, hajui anaongea na nani. Sasa sio vizuri, pokea simu, ongea na mtu vizuri. Mi nimemgongea simu mangungu huyu, hey, huyu mwenyekiti wa Simba. Vipi la kumwambia sasa, mi na lipi? Ukipigiwa simu, pokea kwa raha pokea kwa bashasha. Sasa taarifa, bwana mwenyekiti, mimi nilikuwa na neno nataka nikwambie kwa safari hii inayokwenda timu eh, usinizarau ukaniona napiga kelele, au kwa sababu nilienda kula futari. Yaweke pembeni, saizi tuna letu hili oh yeah. Ndio maana CCM wanakwambiaje, mkishashindana huko kote, mkishachagua mtu sasa lenu linakuwa hili oh yeah. Tufikie kuwa kwamba sasa letu limekuwa hili oh yeah. Anayetoa wazo usimdharau, sijui unanielewa? Anayetoa wazo usilidharau wazo. Sisi, mimi binafsi, mtu wa mpira siapi, akasema kuna mtume. Ah, ah, mi mtu wa mpira, mimi mtu wa mpira, mi huwa siapi, ila mimi najijua ni mtu wa mpira. Shasaidia timu nyingi zimepanda superligi, ikiwemo azamu ile pale ah. Una mchango kwa Azamu? aa Waulize wenyewe hapo. Mwenyewe alishasema okay, wenyewe. Nilimpa mimi vipande vyake. Ah, hiyo achana nayo babu. Hiyo mimi naumizaga sana roho yangu na ndio maana sitakagi Azamu, hiyo inaharibu. Mimi ndio maana namwambiaga Yusufu. Yaani mimi namwambiaga Yusufu: mimi kama ningekuwa pale, wale wote wangeondoka pale. Timu ina kila kitu cha pesa ile. Kwa hiyo nataka kusema pale shida Shida uongozi sio timu. Mbavu ule uongozi. Ukiwaambia wanakasirika. Kufa kumeumbwa dogo, usiogope kufa. Umeelewa? Wao wanasema wameleta mapinduzi gani? Mapinduzi? Angalia Simba mapinduzi alioleta. Wao ubingwa wananyang'anyana watu wawili. Maana yake nini? Wewe si umekuja? Si umekuja? Hata sasa hivi ubingwa nani na nani na nani wanagombea? Paka mwingine anakwambia mimi sileti timu; wametoa mpaka t-shirt. Hatuleti timu, wa timu ngo. Wametoa t-shirt za njano. Kwa hiyo timu ni mbili tu na ndio maana siku ile mimi nilipoenda Wasafi nikamwambia hivi timu mbili tu. Ah, wengine wote wanahangaika tu. Wanasindikiza tu ligi. Ligi haionekane, hey, tu timu ziko nyingi lakini timu ni za watu wawili tu. Simba na Yanga. Ah, saa hizi wanagombana wenyewe kwa wenyewe. Nani awe bingwa? Mpaka watu wanaumiza vichwa. Bwana, nani awe bingwa? Yanga naye kasema kakamata ngwali ngwe ngwe kakaza, siendi. Njoo sigi. Bwana, wewe njoo staki akaza huyu naye anafikiria na, na upataje ubingwa. Umenielewa sio? Ndio, ndio. Haya alikuwa natakiwa wepo Azamu watu wamepishana point mbili moja mbili moja. Wewe mimi mwanawe afu useme mimi nimeleta mapinduzi ya soka wanasababishwa na nini? wanasababishwa na nini? We, we, panga timu yako weka safu yako ikae vizuri. Hivi mfano ingekuwa kama hili lililofanyika tarehe nane ingefanya Azam ingekuwaje mpaka leo? Ah, sasa wewe si mdogo unaweza ukafanya hivyo mue sasa ukasema mi naleta mapinduzi ya soka We! mapinduzi ya soka wanao wenyewe. Wanaume wawili hawa wakisema safari si umeona, Simba kaishia wapi? Swali mnyima nafasi ya pili wao, ungekuwa nafasi ya pili Simba mpaka leo angekuwa klabu bingwa hiyo. Ni kweli. watu wameenda wamebebana bebana, wamebebana bebana, mtu kachukua nafasi ya pili alafu wameenda wamekataana dakika za mwisho mpaka wameanza kuzomeana mpaka wameanza kutupeana kashfa. Ana sindano anampiga huyu, matikiti maana, si we tikiti lende likapigwa sindano, huo si uongo huo. Hivi nyinyi mnatufanya, si soka hatulijui nini? Angalia mwanaume anavyofanya shughuli yake kimya kimya. Na ndio maana mimi niliwaambia watu wa Simba, tulieni, leteni mapinduzi, kelele punguzeni, acheni, tulieni, hata wakitufunga watutulie, timu limeshawaka gari. Nani alianza mpaka mimi natukanwa? Naambiwa kabisa wewe mzee hujui chochote wewe haya. Timu hii niliyoisifia pale complex pale kwa nani kwa hawa nini hawa? Hawa tuliocheza nao hao. Tunacheza mechi ya kirafiki na ile Hilali yeye KMC pale na ile Hilali Mdumani. Si ndio hii timu hii hapa? Ndio. Oh, timu gani ile? Timu ile nayo ile. Timu hata ina mwelekeo. Timu unaitengeneza, timu unaianza taratibu. Timu wao mimi nikikwambia pale hamna kitu, hamna. Nikikuambia nganganga nganga nikikwambia ngapu kisikibi hakuseke kamna kitu hapo, hakuna. Hakuna. <laughs> Mzee Saidi, Mzee Saidi tuende na hili. Ukiangalia usajili uliofanyika msimu huu wa Simba Jean Charles Ahoua, Joshua na Leoni Ateba na Mukwara, inaonyesha kama Simba imekuja kuleta mapinduzi makubwa. Ukiangalia Charles Ahoua na magoli kumi na tano Rioni Ateba na magoli kumi na mbili ukiuja. Okay, kwa mkwala ana goli tisa. Ni watu ambao wamesajiliwa msimu mmoja na wanajaribu kuleta mapinduzi ambayo kwa Wanasimba walikuwa hawakutegemea kama yatakuwa hivi. unalizungumziaje kwa usahihi? Hebu ngoja kwanza nikuulize, mwaka jana katika hao watu waliokuja tuliokuwa nao nani mpaka saizi hizi alikuwa na goli hata kumi na mbili? hakuna. sasa wewe huwezi kuona kwa kwamba watu wa viongozi wa Simba walituliza vichwa kwenda kutafuta watu wenye uwezo wa kuja kuleta mapinduzi katika soka katika Simba, kwa kwamba saizi wanasimba wanapiga kelele babu, mpira siku zote ni pesa. Wale wachezaji wote wale waliokuja wale, kina Onana, Pao Marijobe, sijui Saido, Sifredi, funga funga wale wote walikuwa 10%, swali katana wenyewe viongozi wa zamani na waongozi wa sasa, siku na mmoja alisema hata nini pale Manzese wapo sikuna kiongozi mmoja alisema wao wachezaji hata Manzese wapo kina Pao Malijobe. Wewe mtu mchezaji gani anakosa goli anavuta bukta anapandisha juu, unaakili sawa sawa? Hata wewe angalia watu waliokuja, unawaona una kabisa yani, hataki kosa goli, unamuona kabisa yani, anakasirika, nakosaje mimi goli pale. Ya teba analia yani, unamuona kabisa anahangaika, anakosa goli anasimama, analiangalia goli, kwa nini nimeupitisha pale mpira, kwa nini siupitishi hapa? Osha, ushamwona yule nani yule anachekacheka ovyo yule, yule mwenye minywele yule, mganda yule wa Simba, nani anatengeneza nywele zake, kazitengeneza hivi mkwala, mkwala, ushamwona eh? Anacheka. Hapana. Una jimna... si unacheka. Yaani like, unacheka, unacheka, unacheka, unacheka, no? Wewe si tumetupatia magumu. Si tumetupatia magumu. Asah, mnajifariji ii... Sio tunajifariji wakumera. Timu lile pale limeenda finali. Nani alikuwa najua Simba inaenda finali? Mwongo huyo wengi, Aa, kama kuna... hata... Kwanza, wengi walisema elimu. Simba awa chuk... awa shiki hata... Nusu Mi sh... niko Mtwara kule nimeenda kumuuguza mzee wangu, anasema Simba ana lolote sijui ni na nini, mi nikawaambia Simba wana Simba tusijimambafai sana tukaonekana kama tuna timu yetu nzuri, tutulie. Tuangalie dirisha dogo. Nani na nani atakayeingia? Kaingia mpanzu yule pale. Watu walinitukana, wakaniambia mimi nja. Volkano ile pale imekuja. Ilivyokuja ilivyoanza na ilikuwa ionyeshi motisha ila kidogo hadi kwa siku zinavyoenda ndio inaonyesha. We bwana wewe bwana. Volkano inawaka. Wewe bwana wewe. Volkano unaona imetoa cross ile. Duniani hakuna ile. Tandalbeta ng'ombe za umali. Yule mtoto kaenda kakaa sekunde 15 juu. Kaganda. Paka uha naenda kufuta kiatu. Sinaona kwambia uha. Uha. Ile bonge ya cross unakosaje goli? Pasi elekezi. Kwa hiyo Uganda kama. Tumelia kamo? Sana na Chama kaja mtu kupoteza kabisa akili za watu kwa Wely Chama. Kwele, Chama mumkumbuke kabisa. Nani anamkumbuka Chama? Tetesi sema cha. Sema mara kwa wanataka mchukue arudi tena. Wewe nao ana matatizo. Mangungu naye akimrudisha yule naye ana matatizo. Mimi nakwambia ukweli wa Chama wa nini? Sasa hizi tunatakiwa tu. Ana mchango bado inaonekana nao. Babu Simba wamechukua pesa nyingi, tuna uwezo wa kwenda kuchukua streka wa ajabu kabisa tukaleta hapa mzuri zaidi ya huyo mnemtaka nyinyi. Chama wa nini? Tuangalie mbele. Kwa nini Chama? Chama na miaka mingapi Tanzania? Eh? Chama, miaka mingapi miaka mingi tangu kaja, tumeingia finali hapana kwenda kusema hiyo. Nuks analeta Chama? Ah, mimi sijakwambia Nuks, nimekuuliza kwa nini unachomeke kwa Chama, naye kaonekana namchukia kama Saido wa nini Chama? Eh, sisi tutafute wachezaji wenye uwezo wa kuja kuvuja jasho, tumeshachoka. Mama mwenyewe ameshawaambia, nimeshachoka, nimeshawachokeni, mimi nataka mpira sasa hivi. Nini maana yake, mnanileteletea mambo yenu ya ajabu ajabu mimi hapa, na wale wao walikose lile kombe <laughs> tarehe kumi na saba nyama mnyama Simba pale Moroko anakipiga fainali yake ya kwanza. Inaanza katika kikosi hiki cha muna, Simba mwanasimba mwanarunyasi nistweka yupi ambayo tumpe imani? Mm. Katika kikosi hicho cha kwanza aanze kucheza kati ya Mkwala pamoja mi, na Atete, mi, mi wote wale wala sina cha kumchagua mmoja. Na pendekezo moja uhakika, ukiangalia na hizi kipolo vilivyochezwa ukiangalia performance ya hawa striker wote waliocheza. Wale masweka watatu wote kwenye vipolo vinne wamefunga. Hakuna hata mmoja asiyefunga. Wote wamefunga. Sasa viwango si kidogo kuna utofauti? Hakuna viwango vinatofautiana. Hakuna. Mimi naviona viwango vyao vyote viko sawa na vyote vinakwenda pamoja. Kiwango gani pale wewe unaweza ukamkataa, sio? Utaniambia Ateba na Mkwala, ah, wanafanana wanafanana, wanatofautiana uzito tu. Nani e, mzito sasa? Mzito Ateba, na ndio maana likimgusa mtu akipepesuka refa akapuliza filimbi nguvu zile, wewe kama unakumbuka e, kipindi wanaingia wanataka kufuzu kuingia nusu fainali na Almasri walienda kucheza kule mm, mm, mm. Alianza Ateba e, sawa. Kule alicheza Ateba lakini hakuna kilicho Kilichofanyika kilichofanyika, kuja mm, hapa ndani ya Dar es Salaam, ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, sikilize basi Naamu. na ule nao ni mfumo kwa mfumo ulimchanganya. <laughs> tulifungwa goli ngapi kule, mbili eh, hey, na hapa mkarudisha mbili hey, mkaingia mkaingiama hey, ule ni mfumo yote, alionyesha aliyopambana na kutia matumaini zaidi hey. unamkumbuka ni nani? mimi e, sawa, ndio maana ninakwambia hivi, sikatai. Mimi nasema hivi uwezo wao unaweza kuwa unalingana, kwa mwingine anaweza akakwambia uwezo wa ulingani. Wengine mpaka sasa hivi hawamtaki Shemaloni tena. Kwa nini sasa? Hivi nimetoka kuamua ugomvi sasa hivi wa Shemaloni. Wanakuambia Shemaloni aondoke. Nikamwambia nyoo, Tanzania siku zote ni watu wa kupiga kelele, lakini mpira hamjui. Umeona? Sasa Shemaloni aondoke, kafanya nini? Sasa ndio wewe swali hilo unaloniuliza. Mimi sioni shida yoyote. Ah, kama akianza mkwala sawa. Akianza ateba sawa. Kule kinachotakiwa sisi tusifungwe magoli zaidi ya mawili. Full stop. Na ukiona Simba kafungwa zaidi ya magoli mawili, kombe sio la kwetu, kwa sababu wale warabu, we unawajua wale Berkane walikuja hapa, waling'ang'ania kufu, walikataa kufungwa goli la pili sijui la tatu hapa. Kwani Almasri Smolabu pia alimliwafunga kule mbili na kaja hapo. Eh, ah, sasa Almasri wao walikuja huku walikuja kufunguka. Lakini wale Berkane si tunacheza nao sana ili kombe. Wanatujua ]Sure. vizuri wale. Na wa nyinyi mnawajua. Tena tunajuana wote wale. Yaani, sawa sawa chupi na makalio. Vinajuana vizuri. Nakwambia kweli, vinajuana vizuri sana. Huyu ni mwenzangu, huyu ninashinda naye kila siku. Kwa hiyo wao wanatujua vizuri. Na ukiona Simba kapigwa zaidi ya goli mbili. Hmm shughuli tunayo, lakini kule ukiona Simba kafungwa goli mbili, matumaini anakuja bwana wange wili <coughs> Ma. hawa wange wali nsonso wa minso <laughs> mi mwenyewe niko ndani pale tarehe 25 tena nimevaa jezi tena nimevaa jezi nyekundu imeandikwa atuchezi Unachaka? Kati wajizi nyekundu wote chezeni, kati wajizi nyekundu nataka ucheze. Sina wa support. Hatuchezi. Si tuko kwenye finali. Si cheze tu na ligi yenu hiyo. Tena nimeiandaa kabisa, nitafuta hela. Na ningekuwa na hela saizi, ningekuwa hapa saizi ungekuwa unanihoji, ningesema, kama kuna mtu anaweza akanisaidia kuniongezea pesa, na hela kidogo. Aniongezee mimi hela. Ile jezi halafu naandika kabisa machapisho meupe. Hatuchezi, naiva pale finali awaa wapoti hata wakiacha wache mimi za hey, wa sasa, kama wa, yani, mwenye mamlaka ya kutoa tiketi ni nani? Tiketi ya kuingia ya uwanjani mashabiki wao, watu wakuja, wamesema hatuchezi ngoo huo mchezo ambao anayepanga tiketi ya washabiki ah, lazima wewe upange kwa hiyo kila kitu kita na kitapangiwa na bodi e, si ndio? wenye mpira wao she hadi matangazo watatoa wao. Ah, lakini mechi mwenyeji nani? E, mwenyeji yeye. Sasa kama mwenyeji Yanga Ati na hata hataki kuja. Sasa hata atoi ataki... At... tiketi <laughs> Wewe utacheza na nani? yeah, yeah. Uwanjani utaingia. Ah, ah, yeah. Ah, kawaida eh. Taratibu na sheria za mpira, uende uwanjani ndio utapewa pointi tatu. Uwezi kupewa pointi tatu umelala klabuni kwako, hata kama mashabiki wa jaji hey, kinachofanikiwa gari lingie tu pale. Gari linaingia pale na kitoli toli toli toli kinaingia pale, kishafika jipangeni hapa kwa kwa chako, hata mkimbia pale mmeweka vile vikoni, pata pata pata pata pata pata pata pata pata joni hapa pia pia pia pia basi, kamisa yupo. Oh, ukiona siku hiyo kamisa yupo, njue Simba kachukua pointi tatu. Nye mnaenda taka misaa mna aafu mnasema si tumezulumiwa na nani? Na matatu. Magoleni e, mawili si matatu basi, aafu wasiwadhulumu wasiwanyang'anye pointi zao wawachie pointi zao. <laughs> Mzee Saidi, tunamaliza kwa hiyo e. Bwana Simba talishmani kipute kinapigwa pale Benjamin William Mkapa, yeah. Mnyama Simba anachukua ubingwa rais mm. wa FIFA anajaribu kukupendekeza wewe mm. kama shabiki nguli wa mm -hmm. Mnyama Simba mm. Bwana Mzee Saidi mm. tunahitaji, njoo uipe sifa Simba kwa kuchukua ubingwa, ila unatakiwa uipe sifa kwa kutumia Kiingereza, ongea kwa lugha ya Kiingereza sio Kiswahili, maana ugeni utakuwa mwingi. Hebu tugee hapo Utawaambiaje wana Simba <laughs> yaani ndio nimepewa fursa fursa imekukuta Mzee Saidi wana... Bwana, lakini sasa mashariti yetu uongee Kiingereza ongee kwa lugha ya kiingereza hatutaki Kiswahili Njoo uwape pongezi wana Simba sasa sinasimama tu pale The gentleman, manager of Tanzania Simba bingwa Aya, namtaja huyo Sefu na umeongea Kiswahili Kiingereza. Ah, si, ndio sasa. Narudi, namtaja yule rais wa FIFA. Anaitwa nani? Nani nani? Ah, anaitwa nani yule rais wa FIFA yule? Namtaja pale jina lake kwa Kiingereza, naambia this is the Simba power. Si basi. Sasa kuna kazi gani tena? This is the Simba power. Tena namwambia, wewe umeona, namwambia present power. This is the Simba. Sitaishaelewa. A -a, tika, tika, e! e, ifike ujumbe ufike, hata hata na mimi huku simtajua tu mzee yule Kiingereza, hamna kitu. <laughs> hata anasema basi bwana imetosha. <laughs> e. e, bwana huyo ndo mzee Saidi. Tunafunga kipindi siku hii ya leo, sifunga kipindi, una mengi ya kuongea? Hapana, sio na mengi, nataka nikuachie ujumbe. Sikiliza ujumbe wa mzee Saidi, leta maneno. Waswahili wanasema hivi, komana mkeo, wazuri hawaishi Bwana, huyo ndio mzee Saidi, anamaliza kwa kukwambia nikomae na mkeo ukomae na mkeo. Hii ni Chapesa Media, msikose kutufollow Instagram na TikTok, uingia YouTube, usikose kusubscribe. Karibuni wapendwa.